Bila shaka mtazamaji, popote pale ulipo, shukrani za dhati kwa kuwa mtazamaji mwema na mtazamaji mwaminifu wa runinga ya UNC. Hii ni shajara ya chuo kikuu cha Nairobi, makala ya 36. Basi hujambo na karibu, tuandamane hadi tamati. Naitwa Jimmy Wamboa na kwanza ni vidokezo. Maadhimisho ya uhandisi wa teknolojia za kijiografia ya wakutanisha wataalamu na wanafunzi ili kujadili uwezo wa teknolojia hii Nairobi. Wawaniaji wa hadhi ya Bwana na Bi. Chuo Kikuu cha Nairobi waonyesha matarajio makuu licha ya ushindani mkali. Na ripoti ya ziada kuhusu mfumo wa taarifa za kijiografia wataja changamoto zinazokumba sekta hii. Na um, maadhimisho um ya uhandisi wa teknolojia za kijiografia ulizaa matunda makuu ni hafla iliyoleta pamoja wanafunzi waonyeshaji na wataalamu ili kujadili na kuonyesha uwezo wa teknolojia hii huku vumbuzi mbalimbali zikijitokeza. Wito wa ushirikiano ulitolewa kwa wote ili kuendeleza teknolojia hii kwa siku zijazo. Mwandishi wetu wa habari Franklin Bosire anatuanzishia shajara na hii hapa taarifa ya kwanza. Kitivo cha uhandisi wa chuo kikuu cha Nairobi kilikamilisha kwa mafanikio makubwa maadhimisho ya uhandisi wa teknolojia za kijiografia, tukio lililowakutanisha wataalamu waonyeshaji na wanafunzi ili kujadili na kuonyesha uwezo wa teknolojia ya kijiografia. Washiriki walisisitiza jukumu la GIS kama lugha mahususi haswa ya kukusanya, kuhifadhi, kudhibiti na kuwasilisha aina zote za data na eneo halisi, jambo linalobadilisha jinsi matatizo yanavyotatuliwa katika jamii na sekta mbalimbali.

And digitizing, um, imagery. Katika maonyesho, uvumbuzi mbalimbali ulijitokeza ikiwemo matumizi ya akiliunde katika kuchanganua picha za sateliti, sayari na maendeleo ya upigaji ramani kwa ajili ya miradi mikubwa.

Wanafunzi walitambua GIS almaarufu Geographical Information System kama daraja au kama ujuzi muhimu utakaoimarisha nafasi zao katika nyanja za usanifu, miundombinu na sayansi ya data ya kijiografia. In my final year project, I'm also working on using GIS to monitor the growth of high-rise buildings in Nairobi. Hata hivyo, kuna wito wa ushirikiano wa karibu kati ya vyuo vikuu, mashirika ya binafsi na hata serikali, ili kuboresha uhandisi wa teknolojia za kijiografia unaotumika kukamilisha katika kufanikisha dira ya taifa. I have not seen the Kenya Space Agency today. I would love them to be here and also tell us more about their organization and maybe even give us attachment and internship opportunities as students. So partnering with SG Global, that would be something I'd really like to see. KSA as well, because they do a lot of um, earth observation that now um, they're in the frontier of space exploration here in Kenya. Nikiripotia Runinga ya UNC, mimi ni Franklin Bosiren. Mtazamaji muonekano wa mtu ni chombo cha kueneza amani na pia ni sanaa. Hii ndiyo sauti ya pamoja ya wawaniaji wa hadhi ya bwana na bichuo kikuu cha Nairobi, kinyang'anyiro kilichoanzia Jumatatu wiki hii. Wawaniaji hao sasa wana matarajio wa makubwa, na kama wanavyoripoti mwandishi wetu wa habari Tiberius Barasa, wanatazamia bidii yao kuishia katika tabasamu. Hii hapa taarifa kamili. Kinyang'anyiro cha takayekuwa bwana na bichuo kikuu cha Nairobi kimengwananga tena mara hii shindano hili limewavutia waniaji anuwai, watu wakisimulia furaha watakayopata kutoa taji hilo. Kwa wengi wa waniaji hawa, taji hilo ni kilele cha maazimio yao ya kuingia katika ulingo wa ulimbwende uh licha ya ushindani mkali, wengi wao bado wana matarajio makubwa wakitumai kwamba bidii walio nayo hatimaye itafua dafu. Kulingana na ratiba, mazoezi ya kuwanoa makali wa waniaji hawa yataendelea hadi mnamo tarehe tano Disemba, ambapo finali itafanyika. As a model, you need training is. Hata hivyo, mbali na kuchukulia shindano hili kama hafla ya kuonyesha urembo na mitindo, wawaniaji hawa wana sauti moja kwamba ulimbwende ni zaidi ya miondoko na mwonekano wa nje wa mtu ni sanaa na tena chombo cha kujenga amani. If you being a model, like it, it entails a lot. It entails a lot because you being a model, the modeling industry is so wide. So at some point you can work with the media you can work with the, you can work with the artist sectors. Let's say if they are shooting a video, you must be there nikiripotia runinga ya UNC jina langu ni Sheila Ndonji na tukirejelea taarifa tulioanza nayo ni kwamba mfumo wa taarifa za kijiografia ulizinduliwa katika karne ya 20 kwa lengo la kufanya maamuzi sahihi. Licha ya kuwa daraja muhimu kati ya darasa na ajira, wataalamu wanahoji kwamba changamoto za kutawanyika kwa data na vilevile vile upungufu wa rasilimali zaendelea kuwa vikwazo. Jonan Matolo ni mwandishi wa habari. Mfumo wa taarifa za kijiografia almaarufu GIS ulianzishwa nusu ya pili ya karne 20, na lengo lake lilikuwa kukusanya, kuchanganua na kuonyesha taarifa kwenye ramani ili kusaidia maamuzi sahihi. Kabla ya ujio wa GIS, shughuli nyingi zilitegemea ramani za karatasi na makadirio yasiyo sahihi. Mipango ya miji, kilimo, biashara, mazingira na usafiri ilikuwa ngumu, ikichelewesha na kuwaletea uhaba wa takwimu sahihi. The lack of a Kenya Of resources. GIS imeleta mabadiliko makubwa. Taarifa za maeneo zinapatikana kwa wakati halisi na maamuzi yanafanyika kwa usahihi. To, to GIS to, to, to so this, this very, very imekuwa darasa la vitendo linalowezesha wanafunzi kuenea ramani na kuunganisha kinachofunzwa darasani na kile soko la ajira linahitaji so kutoka darasani hadi kwenye sekta za mazingira, usafiri, afya na biashara, GIS imekuwa daraja la kuunganisha maarifa. Hivyo basi, ushawishi wake unaendelea kupanuka katika vizazi vya sasa na vijavyo. Nikiripotia runinga ya UNC, jina langu ni Jonan Matulu. Na kwa taarifa hiyo twafikia kikomo cha shajara ya Chuo Kikuu cha Nairobi. Makala yamekuwa ni 36, na nikukumbushe tu kwamba shajara hukujia kila wiki, hivyo usikose kutazama makala yajayo hapa katika mtandao wetu wa YouTube. Naitwa Jimmy Wamboa na kuaga.